pendwa maujaji wa matumaini, Kristo ndiye tumaini letu. Huku tukiendelea na safari yetu ya maisha ya matumaini na kwa kupitia tafakari zetu za Ishi Neno, tungependa kutoa katekesi fupi juu ya mwaka mzima wa kiliturujia tukiangazia vipindi mbalimbali mbali na jinsi vipindi hivi vinavyoweza kutusaidia kuishi kwa ukamilifu maisha yetu ya Kikristo. Ndugu zangu wapendwa, Mwaka wa kiliturujia ni safari ya kiroho ambayo kanisa linatualika kuitembea kila mwaka pamoja na Kristu. Si ratiba tu ya sikukuu na ibada, bali ni mwendo wa ndani unaotugusa waumini mmoja mmoja, unaotukomboa, unaotuunda na ambao unatuvusha kutoka hatua wa moja kwenda hatua nyingine katika maisha yetu ndani ya Mungu. Katika vipindi vyote hivi mbalimbali, yaani maajilio kipindi cha kawaida cha mwaka, Kwaresma, kipindi cha Pasaka na kipindi cha kawaida sehemu ya pili, tunamwona Yesu Kristo akizaliwa akikua akitufundisha akipitia mateso akifufuka na mwisho wa siku akitushirikisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila kipindi ni zawadi ya neema, nafasi mpya ya kukua kiimani na mwaliko wa kuishi kweli Ukristo wetu. Ni vizuri kufahamu kwamba mwaka wa liturujia umegawanyika katika mizunguko mikuu mitatu yn, yani mwaka A, B na C kwa siku za Dominika, na katika kipindi cha siku za wiki mwaka huu unakuwa umegawanyika katika sehemu kuu mbili yani mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Basi ndugu zangu, safari hii inahitaji uvumilivu, inahitaji unyenyekevu, inahitaji toba, unahitaji shukrani, huduma, pamoja na matumaini na upendo. Basi sasa tuangalie kwa undani kila kipindi na maana yake ili tuweze kuishi kikamilifu utajiri huu ambao mama kanisa anatupatia kupitia mwaka wa liturujia. Kipindi ambacho huwa kinatufungulia mwaka wa kiliturujia ni kipindi cha maajilio. Ni kipindi cha matumaini ambacho tunatazamia na kungojea kuzaliwa kwa Kristo mara ya kwanza lakini pia kuja kwake mara ya pili katika utukufu na kipindi cha majilio huwa kinakuwa ni kipindi cha majuma manne. Katika majuma hayo manne, majuma mawili ya kwanza huwa yanatafakari ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili, na juma la tatu na la nne huwa linafanya maandalizi ya karibu kabisa ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na mwelekeo wetu wa kiroho katika kipindi hiki unaongozwa na nabii Isaya sura ya 40 aya ya 3 inayosema, sauti ya mtu aliaye nyikani itengenezeni njia ya Bwana. Na hapa mwito katika hiki kipindi unakuwa unatuita tuwe macho kiroho, tuandae makazi yake bwana wetu Yesu Kristo mioyoni mwetu, tuamini katika historia ya wokovu ambayo inaendelea leo katika maisha yetu, na tuishi kwa matumaini na utulivu. Mazingira ya liturujia katika kipindi cha maajilio huwa kuna kwa kuna utamaduni wa kuweka mishumaa minne mishumaa mitatu ambayo inakuwa ina rangi ya zambarau na mshumaa mmoja ambao unakuwa na rangi ya kiwaridi na mshumaa mweupe mmoja unakuwa katikati, kuashiria majuma manne ya ya kipindi hiki cha cha maajilio na mmoja ambao sasa ndio ni kama tunauangalia, tunangojea Yesu Kristo anakuja kuzaliwa kwetu. Katika kipindi hiki pia mazingira ya kiliturujia anasema kwamba inabidi kuwa kuna mziki wa utulivu. Mziki huo wa utulivu na ala zake zinapigwa kwa hali ya utaratibu kabisa katika kipindi hiki pia utukufu haimbwi. Na rangi za kiliturujia ambazo zinatumika katika kipindi hiki ni rangi ya zambarau, ambayo inaonyesha kunyenyekea, kutubu na kujiandaa kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia rangi hii ya zambarau tumeona pia katika kiliturujia huwa inatumika kwenye ibada za toba na ibada za mazishi. Lakini pia rangi ya waridi huwa inatumika hasa kwenye juma la tatu la kipindi cha maajilio kuonyesha furaha katikati kati ya safari ya kungojea basi. Nini kinabidi kiepukwe katika kipindi hiki cha maajilio? Inabidi tuepuke kufanya maandalizi yale ya kisherehe tu na kusahau maandalizi ya kiroho kwa ajili ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Tumezoea mara nyingi kufanya maandalizi ya kisherehe na tunasahau maandalizi ya kiroho. Basi huu ni mwito kwamba tunapoendelea na kipindi cha maajilio tufanye maandalizi ya kimwili na kiroho, tukiwa tayari kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi kinachofuata baada ya kipindi cha majilio ni kipindi cha Krismasi au Noeli. Ni kipindi ambacho tunasherekea fumbo la Bwana wetu Yesu Kristu, Mungu kuwa mtu. Ni kipindi ambacho huwa kinaanza na mkesha wa Krismasi tarehe 24 mwezi wa 12. Ni kipindi ambapo tunaona upendo wa Mungu unaonekana wazi kwa kupitia mtoto Yesu anayezaliwa wa kati yetu. Ni kipindi ambacho tunasema Emanueli, yani Mungu pamoja nasi ni kipindi ambacho huwa kinadumu kutoka siku ya Krismasi, siku ya sherehe ya Krismasi hadi ubatizo wa bwana wetu Yesu Kristo. Kuna sherehe mbalimbali ambazo huwa zinaandamana na kipindi hiki cha Noeli, na baadhi ya sherehe kama hizo ni Krismasi yenyewe ambayo ni kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Kuna sherehe ya Familia Takatifu. Kuna sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu. Kuna sherehe ya Epifania ambayo Yesu anajidhihirisha kwa mataifa, na kuna sherehe ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambayo huwa inafunga kipindi hiki cha Noeli. Na maandiko matakatifu katika kipindi hiki huwa yanaongelea simulizi za utoto wa Bwana wetu Yesu Kristo, huwa zinaongelea mwanga unaoangaza gizani, huwa inaongelea Mungu ambaye amekuja kukaa na watu wake lakini pia inaongelea mambo ya wokovu wa ulimwengu mzima kwa kupitia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maadhimisho ya kiliturujia katika kipindi hiki, utukufu na nyimbo nyingine zote za shangwe zinaimbwa zina, na zinatumika huwa. Kuna kwa kuna ishara ya pango la mtoto Yesu, tukikumbuka historia yenyewe ya, ya sehemu alipozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, huwa kuna kwa kuna taa za vimulimuli taa ambazo zinaonyesha utukufu wa yule aliyezaliwa kati yetu. Rangi za kiliturujia zinazotumika katika kipindi hiki, kwanza ni nyeupe, ambayo mara nyingi inaonyesha utukufu wa Mungu ambaye yupo kati yetu, lakini pia rangi hii tunajua kwamba inatumika pia kwenye sherehe mbalimbali za watakatifu. Lakini pia rangi nyingine ambayo inatumika ndani ya hizi siku ni rangi ya dhahabu au rangi ya fedha, na mara nyingi hii inatumika kuonyesha uzito wa fumbo lenyewe ambalo linaadhimishwa ndani ya kipindi. Na mwelekeo wa kiroho katika kipindi cha Noeli ni kwamba tunatoa shukrani kwa Bwana wetu Yesu Kristu kuzaliwa kati yetu. Tunaiga unyenyekevu wake, lakini pia tunaona uso wa Kristu kupitia kwa watu wenye uhitaji, lakini pia tunajaribu kuishi maisha yetu kama maisha ambayo iko tayari kwa ajili ya kupokea wokovu. Na mambo gani inabidi tuyaepuke ndani ya hiki kipindi? Mambo ambayo inabidi tuyaepuke, mojawapo ni kuacha kusali na kutafakari juu ya fumbo lenyewe ambalo limekuja kwetu na kufikiria tu juu ya mambo ya sherehe. Lakini pia jambo jingine ambalo tunapaswa kuepuka ni kuona Krismasi kama ni tukio la kijamii tu. Basi baada ya kumalizika kwa kipindi cha Noeli ambacho huwa kinaisha na sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kipindi ambacho huwa kinafuata ni kipindi cha kawaida sehemu ya kwanza ambacho huanza baada ya Jumapili ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo na huwa kinaendelea mpaka Jumanne kabla ya Jumatano ya majivu. Ni kipindi cha kutafakari huduma ya Yesu ya mwanzo kuwaita wanafunzi wake, kuhubiri na kuponya. Na katika kipindi hiki ni kipindi cha kukua kiroho, ni kipindi ambacho kinatuita tuwe na ufuasi wa kila siku, ni kipindi ambacho inabidi tumwone Mungu katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Rangi ya kiliturujia ambayo inatumika katika kipindi hiki ni rangi ya kijani, ni rangi ambayo inaonyesha ukuaji wa Kanisa, matumaini mapya katika maisha yetu ya imani lakini pia uhai na uendelevu wa neema. Na mada kuu ambazo zina zinaongelewa ndani ya kipindi hiki ni Yesu kuwaita mitume, Yesu anahubiri na kufundisha, miujiza ile ya kwanza, lakini agano la Mungu na watu wake. Na mwelekeo wa kiroho katika kipindi hiki ni kuziishi zile heri ambazo Yesu alizisema mlimani, kumfuata Kristo kwa unyenyekevu, kuishi utakatifu katika maisha yetu na mambo yetu madogo madogo, lakini pia kukubali kufundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mazingira ya kiibada katika kipindi hiki cha kawaida sehemu ya kwanza, kunakuwa kuna mapambo ya kawaida, kunakuwa kuna mziki wa utulivu, lakini pia neno la Mungu linakuwa kitovu katika maisha yetu. Na mambo ya kuepuka katika kipindi hiki cha kawaida sehemu ya kwanza ni kuona kwamba kuna kitu cha maana ndani ya hiki kipindi, kwa sababu hamna sherehe kubwa kubwa lakini ni kipindi ambacho kinatuita kwamba tuzidi kujenga maisha yetu ya kitakatifu katika maisha yetu na katika mambo yetu ya kawaida. Kipindi kinachofuata baada ya sehemu ya kwanza ya kipindi cha kawaida ni kipindi cha Kwaresma. Ni kipindi cha siku 40 cha maandalizi ya Pasaka, tukikumbuka safari ile ya Waisraeli jangwani, tukikumbuka pia majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristu na wito wa toba sala, kufunga na kutoa kwa wenye uhitaji. Ni kipindi cha siku arobaini kuanzia Jumatano ya majivu mpaka Jumamosi kuu kabla ya mkesha wa Pasaka. Katika kipindi hiki tunaalikwa kuwa watu wa toba na unyenyekevu, tuwe watu wa kujinyima. Na rangi zinazotumika katika kipindi hiki ni rangi ya zambarau ambayo inaonyesha toba na katika Jumapili ya nne ya kipindi hiki cha Kwaresma huwa inakuwa ni jumapili ya furaha, tunaita letare sande, furaha ambayo ipo katikati ya safari ya toba. Lakini pia rangi nyekundu huwa inatumika katika kipindi hiki, hasa katika jumapili ya matawi, lakini pia Ijumaa Kuu, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anamwaga damu yake msalabani. Na maada ambazo huwa zinaongelewa katika kipindi hiki kibiblia ni mada kama vile toba binafsi na za jumuiya, majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristu, mito ya huruma ya Mungu na toba, lakini pia safari ya Yesu kuelekea msalabani, maboresho ya maisha yetu ya ubatizo, lakini pia manabii watakuwa wakiongelea mambo ya haki, kufunga na kuwapa watu wenye uhitaji. Maadhimisho ya kiliturujia katika kipindi hiki cha Kwaresima, kwanza tunaalikwa kuwa na ibada nyingi zenye unyenyekevu, ibada za njia msalaba, mafungo na toba. Lakini pia tunaalikwa kufanya kitubio mara nyingi tuwezavyo. Na katika kipindi hiki mapambo yanakuwa machache yenye rangi ya zambarau. Lakini pia utukufu na aleluya hazimbwi kabisa. Ni vizuri pia kusema kwamba kuna juma kuu ambalo huwa linakuja ndani ya kipindi cha Kwaresma. Ni juma la mwisho kabla ya ukombozi wetu kamili ambao huwa unakuja kipindi cha Pasaka. Na juma kuu huwa linaanza na jumapili ya matawi, ambapo bwana wetu Yesu Kristo anaingia Yerusalemu akiwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Na baada ya jumapili ya matawi kuna siku nyingine tatu za muhimu ambazo zinakuja ndani ya ile wiki kuu, tukianza na Alhamisi Kuu, ambapo maeneo mengi maaskofu huwa wanafanya ibada ya kubariki mafuta ya aina tatu, ambapo kunakuwa kuna kubariki mafuta ya krisma, mafuta ya katukumeni na mafuta kwa ajili ya ya wagonjwa mpaka wa wagonjwa, na jioni huwa kunakuwa kuna, kuna ibada ya misa ya karamu ya mwisho na katika ibada hii huwa kuna kuwa kuna mambo makuu matatu. Kwanza Yesu Kristu anaweka sakramenti ya daraja takatifu, lakini pili Yesu anaweka sakramenti ya ekaristi takatifu, na tatu Yesu anaanzisha amri kuu ya upendo, na anafanya hivyo kwa kuosha miguu mitume. Na baada ya ibada hii ya karamu ya mwisho, kwa maeneo mengi huwa anafanya e ibada ya kuabudu kwa siku kuna takatifu uszuna kesakuabuduyofut Ijumaa Kuu ndo siku ambayo Yesu yesukrist anaingia katika mateso na anakufa pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu. Na mara nyingi kuanzia saa mchana kuna uaua kuna ibada ya Juma Kuu ambayo imetanguliwa labda na njia ya msalaba katika maeneo mengi na kipindi hiki cha Kwaresma huwa kinaisha na Jumamosi, ambapo huwa inakuwa ni siku ya ukimya kabisa, na ni siku ambapo jioni yake sasa tunaweza kuanza kuingia katika kipindi cha Pasaka. Sasa, katika kipindi kizima cha Kwaresma, mwelekeo wa kiroho ni kutambua dhambi na kuomba msamaha, lakini pia kusafisha mioyo yetu ili kupokea msamaha wa dhambi lakini pia kufanya majitoleo mengi kwa ajili ya wahitaji. Sasa katika kipindi cha Kwaresma kuna mambo ambayo inabidi tuyaepuke kuyafanya. Nitataja tu manne. Moja, tuepuke kufunga bila sala wala imani, kufanya tu mfungo wa nje. Lakini pia tuache toba za wazi za kuonyesha watu kwamba tunafunga Kipindi hiki pia tunaaswa kuepuka shughuli nyingi sana za kanisani ambazo tunazifanya lakini moyo wetu uko mbali. Lakini pia kipindi hiki tunalikwa pia, sio tu kujinyima na kutoa vitu vya ziada, lakini kutoa kwa moyo. Mara nyingi wengi huwa tunatoa, lakini tunatoa ile vile vitu ambavyo hatuvitumii. Kwa hiyo nadhani kitu cha kuepuka tu, tujitoe kwa moyo, kama vile yule mjane alivyotoa senti mbili pale karuni, na Yesu akaongelea juu ya wema wa mjane huyu. Baada ya kipindi cha Kwaresma, kipindi kinachofuata ni kipindi cha Pasaka, na kipindi cha Pasaka huwa kinaanza na ibada ya mkesha wa Pasaka, ambayo ndani ya maadhimisho ya ibada hiyo ya mkesha huwa kunakuwa kuna mambo mbalimbali. Ni ibada ambayo huwa inaanza na kubariki moto nje na mshumaa wa Pasaka. Kuna kwa kuna maandamano ya mshumaa wa Pasaka tukiwa tumetoka gizani, na baada hapo kunakuwa kuna mbio ya Pasaka ambayo huwa inaimbwa bado tukiwa gizani, na masomo tisa yanasomo yakionyesha historia ya wokovu wetu. Kwa hivyo kipindi cha Pasaka huwa kinaanza hivyo, na kipindi cha Pasaka kinaendelea kwa siku hamsini mbele na kinakuja kuisha na sikukuu ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa watu wake na katika kipindi hiki cha Pasaka ni kipindi cha furaha kuu, kipindi ambacho ni kilele cha mwaka wa kiliturujia, tukisherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu, tukionyesha ushindi juu ya dhambi na kifo. Kwa hiyo ni kipindi cha furaha, ni kipindi ambacho tunapata neema na wokovu, ni kipindi ambacho mshindi wetu Yesu Kristo yu hai. Rangi za kiliturujia zinazotumika katika kipindi hiki. Kuonyesha uzito, rangi inayotumika ni dhahabu au fedha ndani ya hiyo siku. Lakini pia rangi nyeupe pia inaweza kutumika kuonyesha ushindi dhidi ya kifo. Lakini rangi nyingine ya kiliturujia ambayo inatumika ndani ya kipindi hiki ni kwenye Jumapili ya Pentecoste, siku ya hamsini ya kipindi cha Pasaka ambapo rangi inayotumika ni rangi nyekundu kuonyesha kushuka kwa Roho Mtakatifu. Lakini pia hii rangi nyekundu inatumika katika misa za watakatifu wa fiadini. Kuna sherehe mbalimbali ambazo huwa zinaandamana zina na sikukuu hii ya Pasaka au kipindi cha Pasaka, na baadhi ya hizo sherehe ni Pasaka yenyewe pamoja na oktava, siku nane ambazo zinafuata baada ya Pasaka. Na Jumapili inayofuata baada ya Pasaka huwa inakuwa ni Jumapili ambayo tunaita Jumapili ambayo ni ya Huruma ya Mungu na sherehe nyingine ambayo inakuja ni siku ya arobaini ndani ya kipindi cha Pasaka, ambapo tunaadhimisha kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristu, na tunamalizia na siku ya hamsini na sherehe ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Maada za kiliturujia ambazo zinatolewa ndani ya kipindi hiki zinaonyesha ushindi wa Kristu, maisha mapya katika ubatizo, Yesu akiendelea kutembea na wanafunzi wake baada ya kufufuka lakini pia maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Na katika maadhimisho ya kiliturujia aleluya inarudi kwa shangwe kubwa, na watu wanaanza na kuimba aleluya kuu. Utukufu pia inaimbwa, lakini pia kuna ishara nyingine za kunyunyuziwa maji kukumbuka hadi zetu za ubatizo, lakini pia kuna ishara za mwanga ambao unaonyeshwa na na mshumaa wa Pasaka na mambo mengine mengi kama hayo. Na mwelekeo wa kiroho katika hizi siku za Pasaka ni kuishi kwa furaha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kumshuhudia Kristo kwa ujasiri, lakini pia kukua katika upendo na umoja, lakini pia kujiandaa na kumpokea Roho Mtakatifu. Mambo ya kuepuka katika kipindi cha Pasaka: moja, Kuishi maisha bila ushuhuda ni kitu cha kuepuka, kwa hiyo inabidi tuishi maisha ya ushuhuda. Lakini jambo jingine la kuepuka ni kubaki kwenye desturi ya sherehe tu ndani ya hiki kipindi na kusahau kuishi Ukristo wa kweli ndani ya hiki kipindi. Baada ya kumalizika kwa kipindi cha Pasaka, ambacho kama tulivyosema kwamba huwa kwa kinaisha na Jumapili ya Pentekoste, kipindi kinachofuata baada ya hapo ni kipindi cha kawaida sehemu ya pili. Kama mnakumbuka, tulishazungumzia kwamba kipindi cha kawaida kilishakuwa kimeanza tayari kwenye majuma kadhaa baada ya Noeli. Kwa hiyo hii ni mwendelezo wa kipindi kile cha kawaida ambacho tulishakizungumzia kabla. Ni kipindi ambacho huwa kinaanza juma baada ya Pentekoste na kinaendelea mpaka Jumamosi kabla ya Jumapili ya kwanza ya Maajilio. Kwa mantiki hiyo, ni kusema kwamba Jumapili ya Kristo Mfalme ndiyo jumapili ya mwisho ya kipindi cha kawaida. Kipindi hiki cha kawaida ni kipindi cha kuendelea kutembea na Kristo katika maisha yetu ya kawaida, na tukiwa tayari kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inaendelea kutupa nguvu kuishi mwaka kiliturjia. Ni kipindi ambacho kiujumla kina majuma 34. Maana yake ukijumlisha na majuma ambayo tayari alishakuwepo kabla e, kwenye kipindi cha sehemu ya kwanza ya kipindi cha kawaida, kwa hiyo jumla majuma yanakuwa ni 34. Ni kipindi ambacho tunaitwa kuendelea kuishi maisha yetu ya utume, tuendelee kukua kimaadili, lakini pia tuzae matunda ya Roho Mtakatifu: furaha, amani, upendo pamoja na, na matunda mengine mengi. Na rangi inayotumika ndani ya kipindi hiki ni rangi ya kijani. Masomo ndani ya hizi siku za kipindi cha kawaida yanaongelea ufalme wa Mungu, sala, msamaha, huruma, maisha kimaadili, mitume kutumwa, lakini pia miujiza na mafundisho ya Yesu. Mwelekeo wa kiroho ndani ya hiki kipindi ni kuishi imani yetu kimatendo, kutoa huduma kwenye uhitaji, kuishi kwa uvumilivu na upendo, lakini pia kukomaa katika tabia na uadilifu. Na kama tulivyokuwa tumesema mwanzo, mambo ya kuepuka katika kipindi hiki ni kuona kwamba kipindi hiki ni cha kawaida kwa sababu hakina sherehe kubwa, kwa hiyo tunaishi kivyovyote vyote tu. Hapana, kwa hiyo tunapaswa kujenga maisha ya utakatifu katika mambo yetu ya kawaida katika kipindi hiki. Katika mwaka wa kiliturujia, ni vizuri kukumbuka kwamba pia Kanisa huwa linaadhimisha sherehe sikukuu na kumbukumbu mbalimbali aidha za Bwana wetu Yesu Kristu au watakatifu mbali mbali, na watakatifu mbalimbali, na kwa kutoa baadhi ya mifano labda tuseme sherehe za Bwana ambazo zinaangukia ndani ya mwaka wa liturujia ni kama vile mwili na damu ya Kristu, moyo mtakatifu wa Yesu, kutukuka kwa msalaba na Yesu kugeuka sura hizo ni baadhi ya sherehe au sikukuu za Bwana wetu Yesu Kristo, lakini pia tuna siku maalum za watakatifu ambazo zimegawanyika katika ngazi mbalimbali mbali. Kuna sherehe za watakatifu, kuna sikukuu za watakatifu, kuna kumbukumbu kumbu, ambazo ni za lazima kikanisa, na kuna kumbukumbu kumbu, ambazo ni za kiyali. Moja kati ya tofauti zilizozoeleka katika maadhimisho ya hizi siku zote tulizozitaja ni kwamba katika kumbukumbu -kumbu za hiari na kumbukumbu -kumbu za lazima huwa hakuna utukufu wala nasadiki, wakati katika sikukuu utukufu huimbwa, na katika sherehe huimbwa utukufu pamoja na nasadiki. Hivyo ni moja kati ya mambo ambayo yanatofautisha maadhimisho haya. Basi sikukuu hizi huangukia ndani ya vipindi mbalimbali -mbali vya mwaka kiliturujia bila kuathiri mtiririko wa safari za kiroho, bali unajaribu kuitajirisha na kukipa kipindi uzito. Lengo la maadhimisho haya ya watakatifu ni kutuonyesha mifano ya kuigwa katika maisha ya kiimani, kwa sababu kila mtakatifu alikuwa na njia pekee ya kufikia utakatifu. Wengine kwa kupitia wito, wengine kwa tabia, wengine kwa mapambano yao na ushindi. Basi sherehe hizi zinatukumbusha kwamba utakatifu una sura nyingi na unawezekana kwa kila muumini. Watakatifu walipigana vita ambavyo hata sisi wenyewe pia tumepigana, dhambi, udhaifu, majaribu, hofu. Hata katika hali ngumu za maisha, kumbukumbu zao zinatuimarisha kwamba ushindi unawezekana. Kanisa pia linaishi katika umoja wa duniani toarani na mbinguni. Hivyo kumbukumbu za watakatifu mbalimbali mbali, waliopo katika kalenda ya kiliturujia inatukumbusha kwamba hatuko peke yetu katika safari ya maisha bali tuna waombezi, tuna walinzi na wapiganaji waliofanikiwa. Tunaomba watusaidie kwa kupitia sala zao ili tuweze kufanana na Kristo kama wao walivyofanya. Basi, wapendwa wa maujaji wa matumaini mwaka wa kiliturujia ni mwaliko wa safari ya upyaisho. Kila kipindi kinatualika kujisogeza karibu na Kristo, kumgojea, kumkaribisha, kumfuata, kumpa moyo wetu, kusulubiwa na yeye, kufa na yeye, kufufuka na yeye na kutangaza injili kwa ujasiri. Tukikumbatia maana halisi ya vipindi hivi vyote, maisha yetu hayatabaki kama yalivyokuwa. Yatafunguka kwa neema, yataimarika katika upendo na yatakuwa mwanga kwa wengine. Kristu anatembea nasi katika mwaka mzima wa kiliturujia, tuchague pia kutembea naye. Tuendelee kuwa maujaji wa matumaini tunapoyanza safari hii ya mwaka mpya wa kiliturujia. Kristu ndiye tumaini letu.